hakuna asiyejua kama Bi Mauwa anagombea nafasi ya ubunge, ungali pita, ungali pita, lakini maana yake, Chama cha Mapinduzi katika chama cha kwanza ambacho hakina ubaguzi chama, na ukiangalia serikali yetu hii ya Zanzibar hakuna neno linaloitwa ubaguzi kaangalie. Ubaguzi wewe sikukuta, eti sikuwa unapita chini kwa chini? Hakuna, ah wapi bana, mimi wana wote wamesoma, wamekwenda moto, kila mtu anaambia lete kadi ya CCM, ndio kati ya hapo? Hapana, hata siku moja. Ni kweli, wanangu wamekimbia hapa kwa sababu ya usajira, mimi mpenzi wangu, sio wanangu hapa. Ndio uchungu, ndio unaona hapo, wanangu wameondoka hapa kwa sababu anaambia lete kadi ya CCM. Mama yake ni kizani, hapendi ajira, hapendi chochote. Kwa hiyo mimi nikinaombea

maoni yenu wewe nafasi ya huyu tumemtembeza ni mbunge kwa kupitia chama chetu tumekuza kwao mheshimiwa huyu huyu ni mwenyekiti wa jimbo letu umetoa changamoto yako kuuza watoto wako kwamba sijua ametoroka kwa sababu sasa mwenyekiti amesema hao watoto wako umpelekee yeye wewe walete kwa huyu